Kule DRC, waziri wa biashara ya nje na gavana wa zamani wa jimbo la Kivu Kaskazini, Julien Paluku Kahungia, amesema ripoti za ujio wa rais wa zamani Joseph Kabila katika jiji la Goma ni hatari na zinamuunganisha na waasi wa M23 anaodaiwa kuwaunga mkono. Ninafahamu rais wa zamani na ninajiuliza iwapo ni yeye au ni kivuli chake, kwa sababu mtu nayemfahamu hakupaswa kuishia Goma kutokana na mapambano yote ya miaka 30 ya ukosefu wa utulivu nchini DRC. Alitawala kwa miaka kumi na minane ambapo alikuwa chini ya shinikizo la Rwanda. Kama yupo Goma ina maana kwamba ni kweli anashirikiana na M23 na ni kinyume na mapambano yetu yote. Anakubali kubeba jukumu lote la uchafu wa watu, kuna mauaji ya Kishishe, Bunagana. Haiwezekani kwamba ashirikiane na Paul Kagame na apitie katika nchi yake ili kuingia katika mji wa Goma. Hili haliwezekani. Gavana wa zamani wa jimbo la Kivu Kaskazini, Julien Luku Kahonja akiwa Kinshasa.